Mheshimiwa Rais nikupongeze kwa kazi kubwa. Uh, najua upati muda sometimes wa kusikiliza stories za e, watoto wako sisi. Eh, nikupombea tu mwanao Harmonize amerudiana na mwenzake bwana e. Wamerudiana bwana. Ko ongea na mwanao. Oye, e, ila mshauri bwana apunguze mazoezi kidogo. Maana gym sana. Wamefungua gym nyumbani sasa hivi kwa ajili yao wote wawili. Mm, sawa, tumwambia tubebe gram ila sidhani kama ni nzito kiasi hicho kiukwe. Eh. Asante sana. Yeah. Lakini pia waandishi wanajitahidi kutumia Kiswahili vizuri sasa hivi eh? Ma, maneno ya Kiingereza yakija, wanabadilisha na kuwa Kiswahili tusikie mubashara Eh, akili mnemba safi kabisa, safi. Makofi, makofi, kwa sababu lugha za watu zinatesa bwana hizi eh. Mtu mzima inakuaibisha tu Kiingereza sawa? Naomba nimalizie kwa kusema kwamba media inalisha jamii. Kwa hiyo inaweza ikaamua ilishe mabaya au mazuri. Huo ndio umuhimu wa media. Kama kitu kizuri, jamii itakuwa vizuri, kama kibaya, itakuwa mbaya. Eh, tunatofautiana kwa sababu zamani hata kitu kibaya kinapigwa nakshi kidogo, kinaenda vizuri. Mm, hata nyimbo. Nadhani mheshimiwa, na wewe unamfahamu Ivon Chakachaka eh? Alikuwa na nyimbo yake Umkomboti. Umkomboti. Eh? Ile bwana ni pombe. Hii nyimbo nzima inahusu pombe. Ila jinsi ilivyowekwa, I work hard every day. Nafanya kazi kwa bidii kila siku, unasema yes, hii ni nyimbo. Kumbe bali nazungumzia pombe. Sasa hivi watu wana ubunifu. Mtu anaamka anasema tu nani kamwaga pombe yangu? Nauliza, eh? Tia ubunifu kidogo. So thank you very much. My name is Leonardo, ladies and gentlemen. Thank you.